Amesema ni muhimu kwamba nchi za magharibi zisiruhusu kugawanywa, huku viongozi wa Ulaya wakiahidi vikwazo vikali zaidi dhidi ya Urusi. Merz amesema nchi za magharibi hazitakubali amani ya kulazimishwa kwa Ukraine wala kukubali hali iliyosababishwa na vikosi vya Urusi. Ingawa ameukosoa wazi utawala wa rais wa Marekani Donald Trump kama mshirika asiyeweza kutegemewa, Merz amemshukuru Trump msaada wake katika kushinikiza usitishaji mapigano nchini Ukraine. DW, tunavuma kwa kishindo. Msikilizaji na yule ambaye anatupatilia katika mitandao yetu ya kijamii, ni kueleze tu kwamba tumekuwa na hitilafu ya kiufundi katika mitandao yetu ya kijamii. Kwa hivyo, kwa takriban dakika kumi na mbili tumeshindwa kuonekana, lakini sasa unatupata mubashara kabisa. Leo ni Mei kumi na nne ni kumi miaka ishirini na tano tangu mauaji ya zaidi ya watu mia tatu sabini katika kijiji cha Katogota kusini mwa mji wa Bukavu kwenye jimbo la Kivu ya kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mauaji haya yaliyofanyika jioni ya Mei kumi na nne mnamo mwaka elfu mbili na waasi wa RCD Goma waliokuwa na hasira baada ya kifo cha makamanda wao wawili waliowawa na wapiganaji wa, wa, wa, wa Maimai kwenye barabara inayoelekea inaelezwa hakuna nyumba iliyoachwa salama. kiraia inayoshiriki juhudi ya kutafuta amani ya kwanza, nilimuuliza miaka mitano ya jamii ya Afrika imekuwa changamoto

kwa moja wakikimbia wako bujumbura uh, na wengine wanakuwa kumingine ingine pembeni pembeni ya bujumbura wengine wanakuwa ngambo ya uvira na wengine wanakuwa ngambo ya luberizi na wengine uh, luvungi sema kama wengi kati ya wale wa watu, watu wako wanatangatanga wanalia lakini mpaka hivi bado kupata suluhisho, mambo yenyewe iliwatokea na wengine wanaenda wanafariki deja. Rafael Wakenge, wewe ni mratibu wa asasi ya kiraia ambayo inafanya kazi ya juhudi ya kutafuta amani Kongo. Nyinyi kama asasi yenye ustawi wa watu, mnafanya nini sasa? Ipi kauli yako kwa serikali ya Kongo na jumuiya ya kimataifa kufatia uh, mkasa huo? Unadhani kama kunakuwa mipango ya masikilizano kati ya Kongo na Rwanda kupitia Marekani, uh, na watu wengine tunadhani kama ilikuwa vema wasaidie wakubaliane mbio, mbio kwa ile maongezi wako wanapaswa kufanya, kwa jinsi uh, tupate amani mbio, mbio, na watu wenyewe waliweza kuleta shida waweze kujibu kuma mabaya yenyewe waliweza kufanya na pia kuangalia namna gani wahanga wanaweza pata pia uh. Ni Rafael Wakenge huyo mwanaharakati, akiwa Bukavu, nilipozungumza naye muda mfupi uliopita. Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar, ZEC imetangaza kupunguza ada kwa wanawake wanaotaka kugombea nafasi za uongozi katika uchaguzi mkuu ujao. Hatua hiyo inalenga kuondoa kikwazo cha kifedha ambacho kwa muda mrefu kimekuwa kizuizi kwa wanawake wengi kuingia katika siasa. Wanaharakati wa haki za wanawake wanasema huu ni ushindi mkubwa katika juhudi za kuimarisha usawa wa kijinsia Zanzibar. Lakini je, hatua hii itatosha kufungua milango kwa wanawake wengi zaidi kushiriki uchaguzi na uongozi? Mwandishi wetu Salma Said ametutumia ripoti ifuatayo kutoka Zanzibar. Punguzo hili linaelezwa kuwa hatua ya kujibu kilio cha kushughulikia changamoto ya usawa wa kijinsia katika uongozi. Mkurugenzi wa Tume ya Uchaguzi Zanzibar Thabit Idarus Faina anawafuta machozi wanawake wanaotaka kutia nia mwaka huu. Fedha za uchukuaji wa fomu tumeweka punguzo la asilimia hamsini ili kuwapa uwezo wa wanawake ili kuweza kufikia malengo yao ya kuweza kugombea katika majimbo. Wanaharakati wa masuala ya jinsia wanasema hatua wa hii ni ushindi wa muda mrefu waliouombea hasa katika mazingira ambako wanawake wanakabiliwa na changamoto nyingi za kifedha na kijamii kuingia kwenye siasa. Sofia Ngalapi ni mtetezi wa haki za wanawake kupitia chama cha waandishi wa habari wanawake Tanzania, kwa upande wa Zanzibar, Tamwa Zanzibar. Hii ni hatua muhimu sana itakayosaidia kwa kiasi kikubwa kuhamasisha wanawake kuchukua fomu na kugombea nafasi mbalimbali mbali za uongozi. Lakini chama cha uandishi wa habari wanawake Tanzania Tamwa, tumekuwa tukilipigania hili kwa siku nyingi, na sasa hivi tunashukuru limeonekana kwamba ni kikwazo kwa wanawake, na hivyo itakuwa nafasi nzuri kwa wanawake kuweza kugombea nafasi mbalimbali mbali. Lakini pia tunawahamasisha wanawake wote waliokuwa na sifa za kugombea kujitokeza kwa wingi kuchangamkia fursa hii muhimu na kushiriki milifu katika mchakato wa uchaguzi mwaka huu wa 2025. Kwa baadhi ya wanawake walio na ndoto ya kuwa viongozi, hatua hii imekuwa kama mwanga wa matumaini. Wengi wao sasa wanaeleza kuwa wako tayari kujitokeza na kuwania fursa hii. Naitwa Halima Ibrahim Hamed kutoka chama cha ACT Wazalendo. Aa, nimepokea hatua hii ya awali ya ZEC ya punguzo la asilimia hamsini ya ada ya uchukuaji wa fomu kwa wanawake. Jambo hili tumelipazia sauti, tumelipigia kelele sisi wanawake, kwa sababu mbali ya changamoto nyingine zinazotukabili lakini pia na rasilimali fedha, uchumi wetu wanawake unakuwa chini. Kwa hiyo hili jambo si jambo baya, na tunashukuru alhamdulilahi, ZEC wameliona hili. Kwa jina naitwa Bahati Issa Sleman, ni mjumbe wa kamati ya siasa. Hicho ndo chama changu, chama cha mapi CCM. Kupitia sisi hasa wanawake, tume ya uchaguzi tunaipongeza sana, kwa sababu wanawake walio wengi wanatamani kuingia au wanatamani kujaza fomu, lakini kikwazo kinakuwa ni fedha. Lakini leo tume imepunguza. Ninachokiamini, wanawake walio wengi watajaza fomu tarehe itakapofika. Uamuzi huo wa ZEC wa kupunguza ada kwa wagombea wanawake ni mzuri lakini je, kupunguza ada pekee yake inatosha katika kuwahamasisha wanawake wengi kujitokeza na kugombea? Macho na masikio sasa yanatazamia utekelezaji wa sera jumuishi kwa usawa wa kweli wa kisiasa. Salma Said, DW, Zanzibar. Na msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, nikumbushe kuwa unasikiliza DW ikiarusha matangazo hayo moja kwa moja kutoka mjini Bonn. Kwa mara ya kwanza Kampuni ya ndege ya Rwanda imetangaza kuathiriwa na uamuzi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa kuweka marufuku ya ndege za kampuni ya ndege ya Rwanda Rwanda Air kuruka katika anga lake. Mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo amesema mjini Kigali, katika kikao na waandishi wa habari kwamba mikakati mbadala imekwisha chukuliwa, ili ikiwa ni pamoja na kuanzisha safari mpya za ndege za Rwanda kutoka Kigali. Mwandishi wetu Silvanus Karemera na ripoti zaidi. Serikali ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo iliamua kuzuia ndege za Rwanda kutumia anga lake mnamo mwezi wa pili mwaka huu kufuatia mzozo baina ya nchi hizo mbili kutokana na vita mashariki mwa Kongo. Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya shirika la ndege la Rwanda, rwanda Air ivoni Makoro, safari za ndege zilizoathiriwa na uamuzi huo wa serikali ya Kinshasa ni zile zilizokuwa zikielekea mjini Brazzaville, mji mkuu wa jamhuri ya Kongo, Cotonou nchini Benin pamoja na Abuja nchini Nigeria. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Kigali, ivoni Makoro amekiri kuwepo kwa changamoto hiyo huku akitangaza pia mbadala unaochukuliwa the kwa upande wa athari zilizosababishwa na kufungwa kwa anga la Congo, tulilazimika kusitisha baadhi ya safari zetu za ndege kama vile Brazzaville, Abuja na Kotonu kwa sababu muda wa safari za ndege ulionekana kuwa mrefu zaidi ya muda wa kawaida. Tunafanya jitihada sasa kuelekea mashariki na kusini mwa Afrika na sasa tunatazamiwa kufungua safari mpya na hivi karibuni, tunaanzia na zile kuelekea Mombasa na Zanzibar hadi pale tatizo hilo litakapoisha. Kwa sasa tunaendelea kujikita katika maeneo hayo ya kusini na mashariki mwa Afrika. Hata hivyo, alipoulizwa hasa ni kiasi gani cha hasara ya pesa iliyopatikana kutokana na uamuzi huo wa serikali ya Congo, Bimakolo hakutaka kuweka wazi. Katibu mkuu wa shirikisho la makampuni ya ndege barani Afrika, Abdurahman Abdurahim Berthe, ambaye pia amezungumza kwenye mkutano huo na waandishi wa habari, amesema kuendelea kudorora kwa ukuaji wa sekta ya usafiri wa anga barani Afrika kunasababishwa na mambo kadhaa, lakini kubwa likiwa kwamba serikali za Kiafrika zimeshindwa hadi sasa kuheshimu mkataba unaojulikana kama Fifth Freedom uliosainiwa mjini Yamoussoukro nchini Ivory Coast ndege ya Kenya inaporuka kutoka Nairobi na pia kuwatoa wasafiri kutoka Abidjan hadi Dakar, unadhani nini? Ni mkataba huo wa Yamsukro. Ndege ya Ethiopia inaporuka kila siku kutoka Addis Ababa kwenda Bamako Mali hadi Dakar, hii pia ni ya Yamsukro decision. Ninaweza kusema kwamba kuna hatua imepigwa, lakini napenda niseme pia kwamba kuna nchi ambazo zimefunga kabisa njia zake za ndege kwenda katika mataifa mengine, kwa kukataa kutekeleza mkataba huu. Hili si jambo jema kwa maendeleo ya Afrika. Labda niseme tu kwamba kila mwaka tunafanya tathmini mbili, na tunategemea tathmini nyingine baadaye, ambapo makampuni yatatueleza changamoto zaidi zilizopo, ili tuweze kuchukua hatua kupitia Kamisheni ya Afrika kuhusu usafiri wa anga. Hata hivyo wadadisi, wa kiuchumi wanasema uamuzi wa shirika la ndege la Qatar kununua hisa katika shirika la ndege la Rwanda huenda ukasaidia Rwanda Air kutofirisika na kupotea kabisa. Silvanos Karemera, DW Kigali. Moja kwa moja msikilizaji, pasipo kupoteza muda, nimpe nafasi Angela Mdungu ili kuweza kutu pa taarifa ya yale ambayo yamepata nafasi kubwa katika mitandao ya kijamii. Angela, karibu. Asante sana Sudi. Na kwanza kabisa leo ni kwamba aliyekuwa mkurugenzi wa mawasiliano ya ikulu Zanzibar na mwanahabari mkongwe Charles Hilary amezikwa. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr Hussein Ali Mwinyi amewaongoza mamia ya waombolezaji kwenye shughuli hiyo, na itakumbukwa kuwa miaka ya nyuma Charles Hilary aliwahi pia kufanya kazi hapa idhaa ya Kiswahili ya DW. Kuna maoni yametumwa kuhusu kuhusu taarifa hii. Hosea Maina anasema poleni sana watanzania wenzangu, wanahabari na DW kwa pamoja. Pumzika kwa amani Charles Hillary. Ahmad Suvi wa Suvi Street, Ukonga Mazizini, Dar es Salaam ameandika , hakika tasnia ya habari na wapenda habari tumeondokewa na mtu muhimu sana, alijua kutukonga nyoyo wasikilizaji wote. Na Anwar Ambar anasema mimi ni Mkenya, poleni ndugu zetu wa Tanzania, msiba huu ni wetu sote. Na kingine, Sudi, ni kuhusu wimbi la kuhamahama CHADEMA hmm. Tanzania bado chama kikubwa cha upinzani CHADEMA kimeendelea kupata pigo baada ya wanachama wake maarufu kutangaza kuwa wanakihama chama. Wanachama hao ni pamoja na Henry Kileo, ambaye ni mwenyekiti wa mkoa wa Kinondoni, mkoa wa kichama huu, na moja akitaja sababu za kujiondoa Chadema amesema kuwa amekaa kwenye chama kwa waminifu mkubwa lakini kwa sasa chama hiki. Pia, anasema, anasema hakuna demokrasia na hawa asa 55 wengine wanajitamnwengine naye kwenye tangazo la kujiondoa Chadema ni Patrick Asenga, mwenyekiti jimbo lasegere, ambaye pia ni mweka hazina kanda ya Pwani. Kuna makamu mwenyekiti wab ali mwingine ni mwanzilishi wa, wa Chadema digital eh, kusini Glory Tausi, na katibu wa Chadema wilaya ya Sigerea ambaye pia ni mjumbe wa kamati kuu na baraza kuu la ta, eh, taifa Shadi Abubakar. Maoni pia ni mengi, kuna mgo, magonjwa mtambuka yanauliza hivi, mbona chama hiki kinazidi kumeguka? Kigera kwetu anaitwa, anasema kuheshimu maamuzi ya mtu nayo ni demokrasia. Lakini kuna huyu Gilbert e, Masawe ameandika, kuhama au kujiunga na chama ni haki ya mtu. Mshana yeye anasema Chadema ni imani, Chadema ni imani, kuiua ni kazi sana, atakayejaribu anakufa yeye mwenyewe ndivyo anavyosema. Ndio demokrasia ya watu wanasema mm -hmm. Wale wanayataka. Nimesikiliza visa vyote viwili kwa hakika ni muhimu. Mm -hmm. Chadema ni jambo muhimu kwa Tanzania linazungumzwa sana mm -hmm. Lakini na Charles Hillary pia ni jambo ambalo linatugusa kila mmoja wetu na hasa katika tasnia ya habari. Mm hakika -hmm. Mwenyezi Mungu amrehemu. Amina. Nadhani umemaliza kila kitu, na sasa tuangalie yale ambayo yanatafuta nafasi kubwa katika mitandao ya kijamii huko kwenye kurasa wa Facebook kuna ujumbe na katika Instagram kuna ujumbe. Angela Thomas Mayunga, mwana lolesia huyo anajiita, anasema marufuku uh, ya kuruka katika anga ya Kongo ikafundishwa kwa rais Kagame ili ajue hakuna mkubwa katika sheria hapa duniani. Nzoisa Ba Jean Cloud anasema anawapata vyema jioni hii nikiwa Bujumbura, Burundi. Asante DW eh, Kiswahili kwa habari zenu moto moto. Kitu munishi wa Dar es Salam, Tanzania ni muhimu haki ikapatikana, ingawa ni miaka 25 tangu mauaji Katogota huko jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Miraji Njiwa wa Moshi, Kilimanjaro, Tanzania: Kongo na Rwanda, tafuteni suluhisho la mzozo wenu. Musa Zuberi Kabumae wa Chanika, Dar es Salaam, anasema hatua nzuri ya kuwapongeza na kuwapunguzia ada wagombea wa wanawake zanzibar italeta chachu kuwafungulia milango wanawake wengi zaidi padri moshi wako tela moshi tanzania anasema hadi nzuri mno kila la kheri kansela wa ujerumani Merz katika kuimarisha usalama na mshikamano na maendeleo uh, angela niseme kwamba muda hauturuhusu kuwepo hapa studiona e, tuwatakie wasikilizaji wetu jioni njema kwa niaba ya wote mimi ni sudi mnete mwenzangu angela mdungu kwa heri Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, Idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satelit Badry 8 Utelsat 8wb Hotbird 13g na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwa geni kwa herini.